Mr. Frank anamtwanga mke wake, mpumbavu huyo mwanamke mjinga sana. Lakini mke wake ni mvumilivu, anaingia jikoni anapika, kaanda chakula kitamu. Watu, mwanamke gani anapika chakula kibichi? Kachukua kaanza kummwagia kichwani, taka yake mbao mbao tutaje kama nini? He? Mke ni alilia. Kumbe anamchepuka, wala kachukua mchepuka kaimwongeza ndani. Oya, ya Elina alivyoona ni alikimbia kimbia. Yaani porini kafika hapo ni analia, eh, hey, Mr. Simba kuni anachuma matunda so, so, so. Ana hata stress nakwambia. Kafika pale ho oh, mlembo, nini shida, usijaridia. Kaanza kuchoma mishkaki, kachoma mishkaki vizuri, kafrai mwenyewe hapo, ni anacheza cheza wewe, kaandaa mishkaki wanakula, kwa namsimulia aliyo mkuta mume wangu afanya hivi na hivi na hivi. Aya, vaa gauni hilo Bango za mazoezi, wakaanza kufanya mazoezi. Kila siku wanapiga tizi namna hiyo jamani. Mr. Simba ni ana roho nzuri, ana tabia nzuri, mfanyisha mazoezi na Eleni, ni mzuri tu yule. Mr. Frank ajui matunzo ya kumtunza mke wake. Oya, wanafanya mazoezi tizi za siku zote kama hivyo e, piga tizi oya, Mr. Simba ni ana ushirikiano vizuri. Siku ya siku kaenda duka la samani, kamnunulia cheni mikufu, vitu vingi e, e, hivi kwa ajili ya ya e, Eleni kampelekea mpaka polini kwa ukampelekea, kamvaisha gauni lile. Oya, gauni lile, wewe, lazima tuende kwenye mashindano, we unafaa, una mwili mzuri sana t utavaa na hivi, twende twende kwenye mashindano. Kaenda kwanza, kampaka bonge la makeup, muda mda wa maonyesho umeanza, fashion show ndio umeanza, wakaanza na waurembo Aileen, sasa kila akivaa inamtoa, akivaa hii nguo inampendeza, akivaa hii nguo inampendeza. Mbona dada ni mzuri! Ni vile tu Mr. Frank ajui matunzo. Wewe Mr. Simba hapa amepata chombo hapa, atajinyofolea moja kwa moja. Wewe kila nguo akivaa anapendeza, yani mimi ningekuwa elini kwanza, wewe mwanaume hata ukinitongoza, lazima nikuombe elfu kumi na saba elfu kumi na nane Hmm? ujue gharama yangu kwa uzuri huu na atatoa tundu yangu. Anaendelea yaani pale mashindano nini wanapita na walembo wengine, anapita na inakwambia kielini ni kizuri hicho. Yaani ukumbi mzima wanakiangalia chenyewe, wanapiga tu ni makofi. He? yani wewe, He? piga makofi ana ana hapo sasa ana, mbona ameshinda, wanaendelea hapo. We? Jamani, kidada ni kizuri hiki hmm? Hebu tuendelee bana, watu wanapiga makofi piga makofi hapo. Kila nguo akivaa inamtoa, akivaa nyeupe nyeusi, akivaa pinki bado anawaka yeye, avae nini We! watu walipiga makofi Yay! Mr Simba yeye ndo jaji, akatangaza huyu ndo ameshinda, hapo hapo akampa tunzo, walifulai oh, yeah. Hoyo Mr Frankie anapasuka huku, watu wamefurahi.